pokuja huioni Njombe ikibadilika. Kila unapokuja unaiona Njombe ile ile. Na Njombe wenzetu, Chama cha Mapinduzi wameigeuza kama ni koloni lao hivi. Njombe wanadhani kama ni mali ya Chama cha Mapinduzi. kinachofikitisha ambacho pengine kinapaswa kuwa kinawashangaza wana Njombe, ambacho kinapaswa kuwasaidia watu wa Njombe kufanya maamuzi ni kwamba, pamoja na Njombe kugeuzwa koloni la chama cha mapinduzi, bado wananchi wa Njombe wana changamoto kibao. Tulikuwa tunadhani kwa sababu Njombe wameigeuza ni koloni lao basi Njombe ingekuwa na maendeleo kuliko maeneo mengine yoyote, kama ilivyo Mbeya, kama ilivyo Mwanza, kama ilivyo Arusha, kama ilivyo maeneo mengine ambayo wenzetu walijaribu kufanya kazi na vyama vya upinzani, ambayo wenzetu walijaribu kuchagua madiwani, walijaribu kuchagua wabunge wa upinzani tumeona huko wakichukua hatua kubwa zaidi za kufanya maendeleo kuliko hapa kwenye koloni lao hiki ninachokizungumza, mweshimua makamu mwenyekiti. Hata tu hii njombe inayoitwa Njombe mjini hapa, hizi barabara unazoziona ni hizi ndogo ndogo tu, lakini ukiingia huko porini hata magari ya kupakia mahindi anaweza akakaa siku tatu hayajatoka porini. Kupakia ya kupakia viazi anakwama, madereva wanagoma kwenda polini kupakia viazi kwa sababu mvua zinanyesha. Njombe hapa, Mheshimiwa makamu mwenyekiti, hapa watu wanazalisha viazi hapa watu wanazalisha mahindi, watu wanapasua mbao, watu wanafanya biashara, na Njombe ndio walipa kodi wazuri kweli kweli kwenye serikali hii iliyoko madarakani. Ukiangalia mwaka 2023 2024, Njombe hapa Njombe mji peke yake imekusanya mapato ya bilioni 6.4, mwaka 2023 na 2024, sio 24, 25. Lakini makamu mwenyekiti, watu wa Njombe viongozi walionao hawajadili kabisa juu ya maendeleo ya Njombe. Nimeshangaa sana juzi, naona madiwani eti wanahangaika wanataka kubadili jina. Waambieni sisi sio wajinga, msitumie kodi zetu vibaya. Wanakaa pale wanalipana posho, yaani siku nzima eti wamelipana posho, wanajadili tubadilishe jina, hawajadili maendeleo yenu, wanajadili wabadilishe jina. Viongozi tulionao kama hawatakuwa na utashi wa kufikiria namna ya kutumia kodi Diwani. Na wanapata hicho kiburi kwa sababu sihemu kuwachagua, sio walijiweka tu, mifumo ya uchaguzi si iliwasukuma wakawa madiwani, huwa na akili, huwa huna akili, sisihemu ikiamua unakuwa diwani. Ndio maana wako pale, hawapiganii maslahi yenu, wanalipa na posho, wanajadili kubadili majina ya Njombe wataita Njombe mjini, wataita kusini, wataita kaskazini, mradi wa saini posho. Maana haona akili ya kujadili mambo ya maana. Mweshimua makamu mwenyekiti, ukitoka hapo ukienda Ludewa, ukienda Ludewa, Mungu ametupa madini ya chuma Ludewa pale. Waliofanya makadilio wanasema tuna zaidi ya tani bilioni moja nukta mbili za madini chuma ardhini, na Mungu alivyo waajabu pale Rudewa hakutupa madini chuma peke yake, akatupa na makaa ya mawe ya kuyeyushia madini chuma. Na Mungu alivyowaajabu, akatupa hapa Iringa, hapa kuna mchanga wa kuchenjulia kile chuma. Yani, Mungu kila kitu kakiweka hapa kwa sababu alitaka msihangaike kutafuta makaa ya mawe ya, ku, ya, ya kuyeyushia chuma chenu, akawapa makaa ya mawe, akaona sasa chuma kitatenganishwaje, akawapa mchanga hapa Iringa. Lakini Tanzania inaagiza chuma. Ukiangalia ripoti ya mwaka 2022 2023 chuma kinachoagizwa kuletwa kwenye nchi hii kina gharimu zaidi ya trilioni tatu kila mwaka. Chuma hiki ambacho kiko hapa udeo madarakani ambacho kinadhani kwa sababu kimejiweka kina, kinaweka watu ambao hawawezi hata kutafakari sawa sawa. Na ukienda CCM hata kama ulikuwa na uwezo mzuri wa kutafakari, uwezo unaanza kupungua kidogo kidogo. Hapa wengine I mean, uh, hapa wa Lupembe, namalizia, hawa wenzetu wa Lupembe hawa ambao hawajawahi kuichagua Chadema watu adha ambayo sasa hivi mnapitia kwenye kiwanda chenu cha chai. Ninyi, mwaka elfu mbili na ishirini na moja mahakama ya rufaa ilitoa amri ya kile kiwanda cha ushirika kurudi mikononi mwa wananchi. Ninyi watu wa Lupembe, kama mnanisikiliza hapa, na ninyi ninajua mnafuatilia jambo hili Kiwanda chenu umefanyika ukaguzi, elfu mbili na ishirini na tatu wamekamilisha, wamepeleka ripoti. Ripoti haiji kusoma, hakuna kinachoendelea. Mnasikia tu wamebadili tayari mweke, mwekezaji pale, ameletwa mtu mwingine anaitwa msangwa something like that, wanasema huyo ndo mwekezaji mpya, na ninajua hata ninyi hamkutaarifiwa mlikuta tu tayari mmeletea mwekezaji mwingine, wakati mahakama miaka minne iliyopita ilitoa amri ya kiwanda kurudi kwa wananchi. Sasa ninyi, watu wa Upembe, tunasema chini ya CCM kile kiwanda watabaki wanawachezea tu, hakitarudi. Na kwa sababu mifumo ya uchaguzi iliyopo hairuhusu ninyi kujichagulia viongozi wenu, Chadema imekuja na no reforms, no election. Tubadilishe mifumo njaa kwa sababu kule ndo chakula chenu kilipo. Sasa sisi tuseme nini? Tungeni mkono, tubadili mifumo ya kiuchaguzi katika nchi hii, ili mweze kupata viongozi mnaoweza kuwawajibisha. Hatutashiriki kuhalalisha wizi wa namna hii kwa CCM, tutatumia nguvu ya umma kama chama chetu kinavyosema. Kumi. Sisi kama wanawake, nikiongea na wanawake wenzangu mlioko hapa, sisi tumetumika kama mitaji mara nyingi sana kuhakikisha CCM inaendelea kubaki madarakani, lakini sisi ndio wahanga mara zote wa serikali ya CCM. na sisi tumesema hizo kanuni mbovu na sheria mbovu hatutazishiriki kuwalalisha wizi wa namna hii, lakini pia ninatuma ujumbe kwa Mama Samia, tunaenda kwenye no reform, no election kwa sababu tumechoka kupoteza ndugu zetu katika chaguzi. Kila chaguzi zinapotokea, Chadema lazima tupoteze watu katika sababu ya mauaji.